Nakusikia vipi kaka, ujumbe wangu uliupata? Ah ndio mzee, ila sijakuelewa, nikaona nikupigie. Eh, kuna nini kwani? Ah, nipo hapa hospitali, mjukuu wangu ana hali mbaya sana, ameletwa hapa asubuhi, mpaka wakati huu bado yuko mahututi. Nipo hapa na mke wangu ah. Sasa gharama za hapa ni kubwa mno Kutokana na ugonjwa anaogua ni watofauti yee, anahitaji tiba maalum Kwa hiyo ndio maana nikaamua nikupigie, ni niombe angalau fedha. Habari za siku kidogo? Salama tu mwanangu, ndio hivi, tunashukuru kuonana Hatutafutani. Upo kaka, simu tunazo, hatutafutani. Lakini kiasi tu, babangu

Bila kuwaficha, mbaya sana, na hata hivyo anaangaikia kumzindua kwanza, kisha atatuandikia barua tuna kwenye stari huu kwa ajili ya vipimo na tiba, kama alivyotuambia. Bila amesema kuwa hali ilipofikia kama ni nyumba, shamba Mali aina yote tuuze ili mtoto apatiwe vipimo ndani ya siku mbili au tatu, lakini ikizidi hapo lolote inaweza kutokea. Kilimanjaro atakuwa bado yuko hapa. Ba. Kwa sababu yeye amenihakikishia kwamba atalala siku tatu. Afu amelala siku mbili tu. Uh, ah, na mimi ndio maana maana kafuata ushauri wako kwa sababu gani? Leo nataka tuepo tuepo wote hapa. Alafu afanyii tu damke tu tukamtie mkono wapi. Kwa sababu namna jinsi tu. Hilo jambo zuri. Kwa sababu ukisema uhangaike kwenda kumtafuta si mjini. Kazi itakuwa kubwa. Utakuwa ujui pa kumpata wapi, pa kuanzia. Mi nitaanzia kwa mbunge kwa Sa sababu, mbunge si ndo kamtuma? Basi kama kamtuma, maana yake anajua ali anapopatikana. Bwana sasa, uendelee malize ili nikusindikize. Wewe usijali kwa sababu nimepaki hapa tu, malizia. Ah, nani tena huyo? Hey, Kazumba, niambie ndugu yangu. Ah. Hapana, niko mbali kidogo, lakini sasa ndio najiandaa kuja nyumbani. Nilikuwa na mpango wa kwenda nyumbani mara moja. Kuna tatizo? Eh, hey, ndiyo bosi. Sasa mi nilikuwa na kuomba tuonane, maana nina dharura kidogo. Tuko hapa hospitali. Aa, hapana, lakini naamini ukifika utasaidia kuokoa maisha ya mtu. Haya, sawa sawa sawa, nitashukuru. Unamwamini atakuja kweli? Ndio, namwamini atakuja, lakini mheshimiwa ametukosea sana, tena pakubwa. Hakupaswa kabisa kukufanyia wewe vile. Pesa kitu gani? itakiwa kupe tu bila hata bila hata masharti eh? Ona sasa, masharti umetekeleza na amekugeuka, na amechangia pakubwa sana kwenye tatizo hili. Asali na aombe ukweli mwanangu apone, lakini kama likitokea baya, siwezi kumwacha hapo mume, nitajua cha kufanya. We diwani, umefuata nini hapa kwangu? A kwa nikaribishi chakula kwanza, au ndio wakutaka kusimamia ahadi yangu kwa wanakijiji? Ndio nimegeuka kuwa adui yako? Ndio wewe umekuwa adui yangu. Nguvu unazotumia za kichawi za kumleta yule kijana, mimi nakwambia, wala hazitokusaidia sana sana zitamponza kijana. Kijana gani? Mimi situmii mbinu za kichawi kama hizi zako, kama wewe utumii mbinu za kichawi hizi. Siku mbili ulikuwa wapi? Nimekuja zaidi ya mara tatu pale nyumbani kwako, nikaambia umeenda kwenye seminar. Wewe, mdanganye mke wako na wala sio mimi. Ni kweli nilikwenda kwenye seminar ya wabunge, na nitakayokuambia hapa ndio utaamini kama nilikuwa huko. Ile ni seminar ya baadhi ya wabunge na walikuwepo pia mawaziri. Wewe usinizuge. Yule kijana uliyomleta ameanza kufanikiwa, lakini ninachokwambia atakuharibia kila kitu chako. Kijana yupi huyo? Mimi sijamtuma mtu yoyote, nimekwambia nilikuwa kwenye semina ya siku tatu, uamini. Siwezi kukuamini katika hili. Uliniahidi wewe mwenyewe, unakumbuka? Sikiliza, usinipotezee lengo, jiandaye. Nimeonana na waziri wa mambo ya ndani, nimemweleza jambo hili Amesema analijua na serikali inafahamu pia. Amesema wiki ijayo itapigwa simu, twende mimi wewe na mbunge kwenye kikao maalum cha kujadili hili na kupata ufumbuzi. Kama tunavyojua, amesema yeye ana miezi mitatu tu tangu ateuliwe, akasema bora tumeonana, anataka jambo hili liishe. Habari ndio hiyo.

Huyu anaitwa Ras Kim ni mwanamuziki maarufu sana wa reggae. Pia ashawe kushiriki kampeni za, za chama tawala, ule uchaguzi uliopita. Ila sana sana mziki wake anafanya sana Zimbabwe. Uh, ni kweli ni mtoto wa rafiki yangu hapa ana hali mbaya sana halafu, yeah. Mbona kafanana sana marehemu babangu? yeah. Wewe ni nani shemeji? Daktari anakuita Jemasura yake siongeni, nahisi kama kuna mahali tulikutana naye japo sikumbuki. Ah, sikia Zaka, wewe nenda, mimi nitaongea na boss Kim, kuna kitu atanielewa tu ah. Ah. kwani? Unafahamiana na yule kijana? ka kwa? Kwa sababu wewe umesema kwamba amefanana sana na marehemu baba yako, lakini pia na yeye amenong'oneza, amesema sura yako siyo ngeni machoni mwake, anahisi kama alikuona mahali